Kumbushane wanadamu ya kwamba mwisho wa mambo yote tutairudia njia ya aina moja, ijalishi uwe na cheo cha aina gani, ijalishi na nafasi gani. E, nimekuwa kipita kwenye mitandao, naona watu wakitekwa, wakipigwa, wakimizwa kwa namna mbalimbali na inakuwa inaonekana karibu kila mtu kiongea lolote kifanya lolote ambalo lenye viashiria fulani vya kwamba utu ubinadamu cha Mungu litakiwa kuwa juu ya vitu vingine vyote, mtu ambaye anaonekana ana haki ya kuteswa kuumizwa, kupigwa, na inakuwa kwa jamii ya watu inayosema wewe akuteke nani? Wewe nani ashughulike na wewe? Hujai hata kwenye kiganja wewe, ume, ume, umepotea kwa sababu ya uzembe wako, sema marehemu alikuwa na kamdomo na vitu vingine vingi kama hivyo, siyajua kwamba kipande kikubwa cha watu wanao furahi na kushangilia wao wanaishi wapi kwa sababu nakuhakikishia, kama unaishi kwenye Tanzania hii hii, saa inakuja, utaona kwamba wale waliokuwa wanaongea walikuwa wanafanya jambo la maana. Hii ni kwa sababu baada ya wale wanaongea wote kuwa wameondolewa duniani, yawezekana utaendelea kuishi na utatambua kuwa dunia mngejaa waovu pekeno, pangekuwa pakaliki anyway. Nisemacho yes, mimi ni kwamba katika hali na mazingira yote, nakukumbusha mwanadamu, na wewe utakufa leo, na cheo ndio leo na nafasi hufikiki, hugusiki, kikutaja tu mtu jina lako tayari, hata kiona cha moto, ye ni nani? Ye ni nani ya kutaji wewe mungu mtu kwa sababu ya cheo chako, kwa sababu ya nafasi yako Mi nisemacho hata na wewe pia utakufa. Tutatangulia baadhi yetu, na hakika saa inakuja, na wewe utaifuata njia hii hii ambayo tuliyotangulia tulipita. Mm, ndio nisemacho ni kwamba kila nafsi itaonja mauti. Amen.